Ina ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo na niwakaribishe tuweze kuomba. Baba, sante kwa asubuhi njema ya leo, tunahitaji kusikia sauti kutoka katika neno lako, tusaidie Bwana tuweze kuelewa kusudi lako la leo kwetu na kwa maisha ya wokovu wetu katika Kristo Yesu, tumeomba. Amen. Wapendwa, juma hili tutakuwa na somo linaloitwa Mashariki, na hatutakuwa na fungu kuu isipokuwa kila siku itakuwa na fungu lake, na siku ya leo Jumapili tutakuwa na hilo somo letu, litatokea Mwanzo sura ya pili mstari wa nane. Nami napenda kusoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Biblia inasema Mungu alipanda bustani, alipanda bustani upande wa mashariki. Na baada ya kupanda bustani upande wa mashariki wa Edeni alimchukua huyo Adamu mtu aliyekuwa amemuumba kwa mikono yake, akamuweka kwenye upande huo wa bustani wa mashariki. Swali la kujiuliza kwa nini bustani inapandwa mashariki? Maana tunajua kuna pande nne, kuna kaskazini, kuna kusini, kuna magharibi na kuna mashariki. Kwa nini bustani ya Edeni ipandwe mashariki? Na kwa nini, kwa nini huyo mtu awekwe katika bustani iliyoko mashariki. Kwa nini Mungu asimuweke Adamu kaskazini mwa bustani? Kwa nini Mungu asimuweke Adamu kusini au magharibi? Mungu anaamua kumuweka mtu aliyemuumba ndani ya bustani iliyo mashariki. Sasa hebu tuende kidogo mbele, Mungu ndiye aliyeotesha hii bustani, si mwanadamu. Mungu ndiye anayepanda hii garden, siyo mwanadamu, na lazima tujiulize maswali mengi. Kwa nini mashariki? Ukifuatilia katika lugha zile kuu mbili za Biblia Kiebrania na Kigiriki, maana ya hili neno mashariki, Waebrania wakisema mashariki maana yake ni mbele, maana yake ni kung'ara, maana yake ni mahali kwenye mwanga, maana yake ni mahali kwenye mapambazuko. Lakini Wagiriki wakizungumzia mashariki, tafsiri yao maana yake ni kucha, maana yake ni kupambazuka maana yake ni kuinuka, maana yake ni kung'ara kama lulu, yale madini ya lulu. Lakini pia ukienda mbele kidogo, watu wa elimu ya nyota wale wana, waliosoma na wanaofanya kazi ya nyota na unajua watu wana, wenye elimu ya anga wao wame wanajifunza ili anga kwa, ku, kwa, kwa, kwa, kwa kusoma nyota na kwa kusoma pande kuu nne za dunia. Kwa watu awa wanajimu, awa mamajusi, awa wanajimu, watu wa elimu ya nyota, wao mashariki maana yake ni uelekeo wa dunia, ndiko dunia inakoelekea katika mzunguko wake wa kujizungusha kwenye mhimili wake. Kwa hiyo wanajimu wanasema mashariki maana yake ni uelekeo uelekeo mbele. Sasa unaona haya maneno yanaingiliana, wao wanasema ni uelekeo, ni mbele. Ukisema mbele, tayari umerudi kwenye Kiebrania, lakini wao wanasema mashariki maana yake ni mahali penye matumaini, mahali penye mwanga. Kwa nini wanasema mwanga? Kwa sababu huko ndiko jua na nyota hutokea. Sikiliza vizuri, huko ndiko jua na nyota hutokea. Ukitaja jua, ukataja nyota, unataja vyanzo vya mwanga, vyanzo vya nuru. Kumbe mashariki, neno mashariki, kumbe mashariki ni mahali penye mwanga, ni mahali penye ku, kuendelea, ni mahali penye kung'ara, ni mahali penye kupanda, ni mahali ambapo giza hakuna, mwanga unapatikana. Sasa, kwa nini Mungu aiweke bustani mashariki? mm -hmm. Ukisoma theolojia ya kibiblia kuhusu mashariki maana yake ni mahali penye mwanzo mpya. Mashariki ni mahali penye mwanzo mpya. Mashariki ni mahali penye uwepo wa uungu. Mashariki ni mahali penye matumaini. Mashariki ni mahali penye mafunuo. Mashariki ni upande wenye njozi. Mashariki ndiko kuna maendeleo. Mashariki ndiko kuna mafanikio. Mashariki ndiko Mungu anaishi. Amen, amen. Moja nikuambie mpendo, asubuhi ya leo, Mungu alipomuumba mwanadamu akamuweka upande wa mashariki wa bustani katika Edeni. Ina maana Mungu alipomuumba mwanadamu, Mungu alikusudia mwanadamu awe na awe na awe na na bahati njema Mungu alikusudia mwanadamu aanze upya. Mungu alikusudia mwanadamu awe katika upande Mungu anapatikana. Mungu alikusudia mwanadamu maisha yake yawe na matumaini. Mungu alikusudia mwanadamu awe ni mtu mwenye mafunuo, mtu mwenye njozi. Mungu alikusudia mwanadamu ang'are katika kila nyanja ya maisha yake. Mungu alikusudia mwanadamu asipitie changamoto na mateso, maana mahali penye Mungu ni mahali penye nuru, mahali penye Mungu ni mahali penye matumaini, mahali penye Mungu ni mahali penye mianzo mipya, mahali penye Mungu ndiko uelekeo sahihi wa maisha ya dunia hii. Yeremia mbili mstari wa ishirini na moja. Yeremia mbili mstari wa ishirini na moja. Biblia ina maneno hapo mazuri sana ambayo yanatutia moyo. Sikiliza anavyosema Yeremia mbili ishirini na moja biblia inasema hivi, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana, mbegu nzuri kabisa. Sikiliza, nami nalikuwa nimekupanda mzabibu mwema sana mbegu nzuri kabisa. Mungu alipokupanda, mpendwa, ulipotungwa mimba, mpendwa, ulipokuja duniani, haukuja duniani kwa bahati mbaya, haukuja duniani kwa sa, kwa ajali. Wewe ni wazo la Mungu, ulipandwa mashariki kwa maana gani? Ulipokuja duniani kama Mungu alivyomweka Adamu kwenye bustani iliyo mashariki ya Edeni, mahali penye matumaini, ndivyo Mungu alivyoruhusu uje duniani ukiwa mtu wa matumaini. Wewe ni mtu wa matumaini, wewe ni mtu wa mafunuo, wewe ni mtu wa njozi, wewe ni mtu Ulipo uwepo wa Mungu ulitarajiwa kuwepo. Mungu alikuweka upande sahihi. Mungu alikuweka mahali yeye anaishi ili uweze kuwepo pamoja na yeye. Nisikilize mpendwa. Usianze kukaa unawaza hasara. Usianze kukaa unawaza kushindwa. Usianze kukaa unawaza dhambi. Usianze kukaa unawaza mapotofu na kupotoshwa na kukubali kupotoka. Hapana, waza ushindi. Waza mema. Waza kwenda mbele kwa sababu ulipozaliwa tu katika akili ya Mungu wewe ni mbegu njema sana. Usilete mapooza, usilete uvundo, usilete mapigano, usilete mabishano, usilete hasara. Kuna siku niliwahi kusema hapa, hata kanisani unakosali, hakikisha wewe ni mshiriki mwenye faida. Ukiwepo washiriki waseme haleluya, ukiwepo mchungaji wako washangilie, ukiwepo uh, majirani pale nyumbani unakoishi, umepanga, umejenga mwenyewe, uwepo wako jirani wa furahi, uwepo wako jamii iseme tuna faida. Kama wewe ni mfanyabiashara, biashara yako, nchi yako ifaidi, kanisa lako lipate furaha. Kama wewe ni mwanafunzi, mwalimu wako aseme heri mwanafunzi huyu. Kama umeolewa, mume wako kila akitembea dakika tano akupigie simu. Unajua ni kwa nini wanawake mlioolewa mume wako hawezi kukupigia simu, ni kwa sababu uko upande tofauti na Mungu alikokuweka. Ulishahama eneo. Asubuhi ya leo na kupa matumaini, rudi kwenye eneo, mahali Mungu alikuweka. Uliwekwa mashariki, uliwekwa kwenye kung'ara. Wewe siyo mtu wa kuleta giza. Mungu anasema wewe ni mbegu njema sana ulipandwa upande mwema sana, wewe ndiye mtu wa mafanikio. Mungu alikuweka kwenye ushindi, Mungu alikuweka kwenye mafanikio, Mungu alikuweka kwenye kwenye kwenye eneo la watu wenye afya njema. Unisikize vizuri mpendwa, unisikize vizuri napoanza hili somo, kwamba wewe sio mtu wa kulialia. Ulipandwa upande wa mashariki, na Mungu alikuwekea bustani nzuri, na Mungu alikuwekea bustani nayo ng'ara. Mungu aliipanda bustani, alafu ndani ya bustani akakuweka wewe. Bustani ilipandwa na Mungu, na alipoipanda bustani Mungu akakuweka wewe, na alipokuweka kwenye bustani ali, maana yake ni kwamba umewekwa kwenye rutuba ya Mungu, umewekwa kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye uoto wa asili uliopandwa na Mungu. Na ngoja nikupe matumaini mengine, wewe uliyezaliwa ba, wewe uliyezaliwa kwenye ndoa za mitara, wewe uliyezaliwa kwenye ukoo wa wachawi, wewe uliyezaliwa katikati ya watu waliokataliwa, ngoja nikwambie: wewe ni mtu wa thamani uliyepandwa mahali panaponukia pa thamani kubwa. Yeremia 29 mstari wa kumi na moja Biblia inasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, Amen, asema Bwana, ni mawazo ya amani hapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Ngoja nikwambie mpendwa, Mungu ana mawazo mema kwako. Mungu anakuwazia mema. Mungu anakuwazia mafanikio. Wakati wewe unawaza kukosa hela, Mungu anakuwazia kumiliki mamilioni. Wakati wewe unawaza kukosa kuolewa Mungu anakuwazia kuwa na ndoa. Wakati huo unawaza unawaza kushindwa biashara, Mungu anakuwazia mfanyabiashara bilionea. Wakati huo unawaza kwenda kugombana na mtu, kumtukana mtu, Mungu anawaza Mungu anawaza upatanisho ulio katika akili yako. Usiende kinyume na upande Mungu alikokuweka. Baki katika uwepo wake, baki katika upande sahihi, mahali mungu alikokuweka. Mimi Kamanzi nilishaacha kuhangaika, nimeamua kubaki upande sahihi, mahali Mungu alikoniweka. Hata nikija kuhubiri hapa mbele zenu, ninajua ninakuja kuhubiri maana mimi nimepandwa upande wa kuwasababishia watu kung'ara, nimepandwa upande wa kuwasababishia watu kushinda, nimepandwa upande wa kuwasababishia watu kutubu na kuacha dhambi, nimepandwa upande wa kuwasaidia watu kuelekea uelekeo sahihi, mbele, mahali penye mwanga na sio kurudi kwenye giza na kwenye shida. Mungu akubariki asubuhi ya leo, Uwe na siku njema. Katika siku hizi kumi za maombi, ninakuombea. Nenda kaanze kuomba ombi hili: Bwana, niko upande wa ovyo, nisaidie nirudishwe kwenye upande wa mashariki, upande mahali uliniumba ukaniweka, nisaidie nibaki pale, kwa jina la Kristo Yesu, amen.